Nimeona kuwa kupitia Chama cha Mapinduzi ndoto hizi si tu zitabaki kwenye makaratasi bali zinaweza kutafsiriwa kwa vitendo. Ndiyo maana leo nasema niko tayari kuwa sehemu la suluhisho ya maendeleo ya wana Tarime mjini. Ndugu zangu, naomba niseme kwa uwazi na kwa kuhakikishia kuwa hii ni safari ya mpya ya matumaini na sio safari yangu mimi pekee kama Esther Matiko, bali ni safari yetu sote sisi wanatarime mjini. Ni safari ya mabadiliko chanya, safari ya mshikamano, safari ya kazi na utu, kama kauli mbiu ya chama chetu inavyosema, kazi na utu, tusonge mbele. Ndugu zangu kabla ya kujiunga uh, na Chama cha Mapinduzi ni tafakari sana dhamira ya Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi aliyepokea nchi kwa mazingira ambayo sote tunayafahamu, aliyepambana na kujipambanua kusukuma gurudumu la maendeleo kwa mustakabali wa taifa letu katika mazingira ya aina zote bila kuchoka, kiongozi asiwa maneno bali wa vitendo, ambaye kupitia ajenda zake za 4R ambazo sote tunazifahamu maana ya 4R, kwa maana ya reconciliation, resilience, reforms na rebuildings, amenifanya niamini tena kuwa Tanzania inaweza kuwa nchi ya uchumi wa kati na Tarime wetu inaweza kusonga mbele zaidi kimaendeleo. Ndugu zangu, wanatarime mjini, nawaomba mtambue kuwa Chama cha Mapinduzi cha leo si chama cha historia pekee, bali ni chama cha mustakabali chanya wa taifa letu. Uh, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 ambayo naamini baada ya kuwa imewekwa wazi baada ya mkutano mkuu, wengi wetu mtakuwa nayo, na hapa nimekuja nayo pia imenivutia kwa namna ambavyo imeweka vipaumbele katika huduma zote za kijamii: afya, elimu, miundombinu, uwezeshaji wa wanawake na vijana pamoja na uboreshaji wa uchumi wetu wa ndani, kwa maana kwa kila Mtanzania, kuhakikisha kwamba hata bidhaa ambazo tunazalisha Tanzania kwenye viwanda vyetu vinaweza kuhakikisha kwamba vinapewa pale panapohitajika, vinapewa subsidies, kwa maana ruzuku lakini pia vinatolewa kodi ili kuweza kwa kuhakikishia kwa, kwa wazalishaji wa ndani, sio tu kwamba wanatoa ajira, lakini wanaweza kuwa na uh, gharama ambazo ni nafuu zaidi, na wakaweza kuzalisha kwa tija, na hivyo tukapunguza kuingiza bidhaa kutoka nje. Lakini pia wameweza kuonyesha dira ambayo itamwezesha mwanamke na na vijana kuweza kujiunua kiuchumi, lakini pia pamoja na uboreshaji wa uchumi kwa kila Mtanzania, sio tu kwa vijana sio tu kwa wanawake, sio tu kwa watu wenye ulemavu, lakini hata kwa, kwa wazee ambao wengine wamesha stafu na hata imekuwa reflected kwenye bajeti yetu, kutoka pension ya laki moja imeenda mpaka laki mbili na nusu kwa unaweza ukasoma dhamira ya dhati uh, ya serikali ya Chama cha Mapinduzi.